Kwa nini kuna chakula ambacho kinaleta athari katika mwili wa binadamu ama ni chakula gani hicho ambacho kinatakiwa, kama binadamu unatakiwa ara, ili kuhakikisha kwamba mwili unakuwa sawa, maafya yake inaweza kuimarika. Na siku ya leo tunaye afisa lishe hapa, tunaye afisa lishe kutoka halmashauri ya Chalinze, e, bwana Rukasi Eliakim. Yeye yuko tayari kabisa kukujuza mengi zaidi kuhusiana na masuala mazima ya ulaji E, ulio bora ambao unaleta tija katika afya yako, na moja kwa moja tutaenda kuangazia mambo kaza wa kaza. Kwanza tutaenda kuangalia tutaenda kuangazia ni vitu gani ambavyo tunatakiwa tujue kuhusu kuhusiana na masuala ya chakula ama uraji, lakini pia tutaenda kuangalia vitu vya uh, kuzingatia katika uraji sasa wa chakula ili kuhakikisha kwamba mwili wako unakuwa sawa kiafya, lakini pia tutaenda mbali zaidi, tutaenda kuangalia, tunajua kwamba kipindi cha mababu zetu huko zamani walikuwa wana vyakula vyao ambavyo wanakula na kile sasa hivi e, tuna kuna vyakula ambavyo tunakula, vingine vipo kwa zamani ambapo tunaendeleza kula, lakini kuna vingine ambavyo wa kisasa zaidi ambavyo tunakula sasa. Kwa utaenda kuangalia utofauti uliopo utafuna utofauti gani kati ya uraji wa zamani na uraji wa sasa na mengineyo mengi ambayo utaenda kusikia, lakini utapata usawa mzuri. Msikilizaji wa 97.5 kupitia namba 0674 929222 kuuliza swali lako unataka kujua nini kuhusiana na masuala mazima ya ulaji wa chakula wenye tija uh, kwa afya yako. Karibu sana asante sana. Ndio, habari ya asubuhi salama kabisa. Ndio, na moja kwa moja hebu, uh -huh. tujuze hapa, tunataka tufahamu e, kuhusiana na masuala mazima ya chakula tuanzie hapa. Asante sana ndugu mtangazaji, nafari kuwepo tena katika kipindi hiki kwa sababu vyombo vya habari mnatusaidia kufikisha jumbe mbalimbali kwa jamii yeah, na jamii inaweza kupata hizi taarifa za lishe na elimu mbalimbali kwa haraka zaidi mm, lakini pia uh, tukiingia moja kwa moja kwenye swali letu ililotuuliza mambo mm. uh, ambayo ni ya kuyafahamu kwenye masuala ya cha, chakula au ulaji mm, kwanza kabisa jamii inashauriwa ianze kufahamu juu ya makundi ya chakula. Ukishafahamu mm. makundi ya chakula, basi inakuwa rahisi kwako kwa kutambua kwamba nile nini, niongeze nini, nipunguze nini mm. Na moja kwa moja kuna makundi sita ya chakula mm. kulingana na mwongozo wetu ulionao katika Tanzania yetu kuna makundi sita ya chakula mm. Kundi la kwanza ni vyakula jamii ya nafaka mm -hmm. Nafaka mchanganyiko uh, mizizi na ndizi za kupikwa. Nafaka mchanganyiko, mizizi na ndizi za kupikwa, ili kundi, kipindi cha nyuma tulikuwa tunaliita kundi la wanga mm -hmm. Lakini sasa hivi makundi hayajagawanishwa kulingana na kusema kwamba hii ni protini au ni wanga mm -hmm. Au ni, ni, ni nini, kwa sababu tumekuja kugundua kwamba M, vile ni virutubishi, yaani ukisema wanga ni kirutubishi kilichopo ndani ya chakula, ukisema proteini ni kirutubishi kilichopo ndani ya chakula. Kwa hiyo sasa makundi hayajagawanyishwa katika mtindo huo, makundi yamegawanyishwa kulingana na jinsi chakula kinavyopatikana. Kwa hiyo kuna kundi la kwanza ambalo ni nafaka mchanganyiko, mizizi pamoja na ndizi za kupikwa na hili kundi ni muhimu kwa sababu linaupa mwili nguvu. Ndio sifa yake kuu. Kuna mm. sifa zingine ndogo ndogo, lakini nitakwenda kutaja tu sifa kuu mm. unaupa mwili nguvu. Lakini kundi la pili ni vyakula jamii ya kunde, jamii mm. ya kunde. Kwenye hapa tunakutana na vyakula kama vile karanga, choroko mm. njegere mm. Ehe. kwa hiyo kundi hili ni kundi ambalo lina kiwango kikubwa cha protini mm. protini ya wa, ya mimea mm. Sasa zina kazi mbalimbali mbali katika mwili kama vile kujenga mwili eh, kurekebisha seli zilizovunjika mwilini, kujenga seli, kujenga tishu mm. na vitu vingine. Lakini kundi la tatu ni mbogamboga mboga. Mbogamboga mboga hizi tunazifahamu mboga. Kuna wengine wana wanakwepa wana kidogo kula mbogamboga mboga, mboga. Lakini ni kundi ambalo ni nyeti sana, ni muhimu. Ni kundi ambalo tunakutana na mifano kama vile chainizi, sukuma wiki, matembele mboga. Lakini pia kundi lingine linalofuata ni kundi, la faida ya hili kundi uh, linasaidia kuongeza kinga mwili linasaidia kuongeza kiwa kurekebisha kiwango cha damu na faida zingine ndogondogo lakini kundi lingine linalofuata ni kundi la matunda mm. Kundi la matunda hapa tunafahamu matunda, mifano ya matunda mm. Na kazi yake imefanana kidogo na na kazi ya mbogamboga mboga za majani kwenye upande wa kuongeza kinga mwili, ku ku kuimarisha ku, ku, ku, ku, uh, viwango mbalimbali mbali katika mwili mm. Lakini kundi lingine linalofuata ni vyakula asili ya wanyama. Hmm. Vyakula asili ya wanyama hapa tunakutana na mifano mbalimbali mbali. Nyama, tunakutana na samaki, tunakutana na dagaa, tunakutana na mayai, maziwa hmm. senene, hiyo mm, ni, ni mifano hmm. na kundi hili pia linasifika kwa kiwango kubwa cha protini hmm. na kazi yake kubwa ni kujenga mwili, lakini pia kurekebisha seli zilizovunjika, kujenga tishu, kujenga hmm. nywele, kujenga kucha, vitu mbalimbali mbali katika mwili hmm. lakini kundi la mwisho ni kundi la mafuta. Hmm. mafuta na kundi hili la mafuta huwa tunaliita tuliiti tu mafuta tunaliita mafuta salama hmm. tunaita mafuta salama kwa sababu gani? Mafuta sio salama, hatujaweka kwenye makundi ya chakula kwa sababu ni hatarishi kwenye afya. Huko mbele tutakuja kuona kwa nini mafuta ni hatari hmm. mafuta salama ni yale mafuta ambayo hayagandi katika mazingira ya kawaida, hiyo huwa hmm. naimba kila siku hmm. yise, mafuta ambayo hayagandi kwenye mazingira ya kawaida hmm kwa hiyo ukiona mafuta yako ya umeweka mezani baadaye jioni au kesho ukakuta yameganda, basi ujue ya mafuta sio salama mm. na mafuta ambao hayagandi ni mafuta ambao ni asili ya, ya mimea mm. kwa hiyo hayo ndio makundi ya vyakula na watu wanapaswa wafahamu, kwa sababu katika ulaji wako mm. unatakiwa uzingatie mlo kamili mm. angalau kwa siku nzima masaa ishirini na nne uwe mm. angalau umeshagusa makundi yote ya chakula mm. eh, sita. makundi yote sita ya chakula.

Haya, sawa. Sasa umegusa na vitu vya kuzingatia katika ulaji wa chakula kwa mm. maana natakiwa mtu azingatie ulaji wa chakula ambapo makundi yote sita yaweze kuwepo, yaani kwa maana kwamba kwa maana kwamba, kwa mfano kwa asubuhi mm. umepata labda makundi mawili au matatu mm -hmm. Basi mchana upate angalau niongeza makundi mengine ni mm -hmm. Kama asubuhi haukupata mboga za majani, basi angalau mchana upate mboga za majani mm -hmm. au kama asubuhi kupata chakula au mchana kupata chakula jamii ya wanyama mm -hmm. basi angalau jioni upate chakula jamii ya wanyama ndio, mm -hmm.